Nafikiri utakapokuwa umefika na kusikia busara zake na hekima zake, utarudi ukiwa sawa. Msijifanye hamjui wakati nyinyi ndiyo mmeandika maneno ya vitisho kwenye picha ya familia yangu. Ah, kama unahisi hivyo inawezekana, kawa niko sahihi tangulini. Wavuta sigara, akanyemana fegi. Rafiki yangu, huyu binti ni mtoto wako. Kena, siamini kama mpaka leo haunifahamu. Fahamu vizuri, mimi siwezi kukutishia wewe kwa kitu ambacho wewe mimi, si na mimi tumekifanya pamoja. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Sikuweza kumfikiria mtu yeyote zaidi yako wewe na Kojak, kwa sababu hakuna mtu mwingine anayelijua hili zaidi yenu nyie na Richard. <laughs> Nikuulize swali dogo hivi, unamwamini mumeo Richard kwa kiasi gani? Richard ni mwanaume mwenye wanawake wengi na anaweza kuwa anafanya mikakati na mipango hii ili tu kukuondoa huyo kwenye maisha yake. Yeah. Richard hawezi kufanya ujinga kama huu. Hawezi hmm. Leo umesahau jinsi ambavyo Richard alimpenda yule mwanamke? Unadhani alikusamehe kwa kifo chake? mimi ndiye nilifanya Richard awe hivi alivyo leo. Hawezi kunifanyia ujinga kama huu, kwa sababu bado ananihitaji. Tena hivi unapata nini kwa kuwa mke mwaminifu kwa mwanaume malaya kama Richard? Coming here was a mistake. Rafiki yako mliamua kuwa wakaidi mkalea mimba. Najua Rozi ni mtoto wangu. Nimekuja hapa kukuomba vitu viwili tu. Hakuna chochote unachoweza kupata kwangu. Mm. Nataka Rozi akaishi nyumbani kwangu. Najua ni mapema kukuambia ukweli. Nataka aishi nyumbani kwangu kama msaidizi wa ndani. Nataka kumjua mtoto wangu vizuri kumweka mbali na wewe kwa sababu najua maisha unaoishi sio mazuri tena, kwa sababu ya nataka unionyeshe mtoto wa Tecla anaishi wapi. Awena, najua nilifanya mabaya mengi, lakini kwa sasa hivi nataka kuyarekebisha yote. Kwa hiyo nataka kujua mtoto wa Tecla anaishi wapi. Mimi nafahamu vizuri kama yupo Nataka unionyeshe anaishi wapi. Nipotezana ni Tekla mtoto wake akiwa ni mdogo, na hata taarifa ya kifo chake ili nifikie, muda umeshaenda, sijawahi kumwona huyo mtoto, hata mimi namtafuta.

Misitaki ubea wako. Eh, ni pishege mie huko. <coughs> Vimeanza <sanga. coughs> ah, <ala. coughs> Una shughuli ndogo ujue wewe. Mimi na kazi ndogo. Ni jambo langu. Eh, sina kazi mbovu, mama. Anaitwa Momushka. Ha ha. Ehe, asambona mimi ujaletea hayo maji au wewe tu ndo una kiu? Yani, shoga yangu, kwanza nimechoshwa, nimechoka <laughs> yani, huu mwili unavyoniona hapa kama nipate masaji fulani hivi ni kandwe kandwe. <laughs> Kwanza shoga yangu samani, uh -huh. Sijakwambia kama nilipata mteja, unisamee tu, ndugu wako wa gafla gafla wa dakika chache. Najua, najua, najua vitu vyetu Kabla tujafika mbali mm-hmm. Kwanza ujanipa feedback ya huko vipi? oh. Imekuwaje? as you know me, eh? everything is perfect. Perfect, perfect. una uhakika maana? oh. <laughs> na wewe mi <laughs> <Hey, laughs> ni <nidekwami>. nakuhakikishia <laughs> <laughs> kila kitu kiko Bie. Bie. Safi. Mimi mambo hayo ndio unayoyataka, yani mambo kwa ushahidi mm -hmm. Sasa mm -hmm. ka kwa kutulia wewe na huyo mlokole wako mtakavyo trend. Yaani, <laughs> baada ya hili nataka nikome kabisa yani, sitaki yani, sitaki namaanisha, sitaki hata anisogelee mina <laughs> <laughs> Yeah, mambo kwa ushahidi ka kwa kutulia, mwali wangu, mama ako, sina kazi mbovu kama unavyoniona yani, sinaga kazi mbovu, ushanifahamu sasa. Nakupai mimi na mtandao, mtandao na mimi uh-huh. Mbona kazi ndogo unaambua mtandao yani mimi uko hapa? Mina yuko hapa, hapa mtandao uko hapa, mina yuko hapa Sin. Instagram iko hapa

Ehe. Mtumishi, uh -huh. Leo umenipa kile kitu ambacho nakitaka Bwana. uh -huh. Vipi mzee wangu? mm. Leo mbona uko happy sana? uh -huh. Vipi? ah, leo niko inspired sana ah, na Mungu nini mzee wangu eh, naweza kusema Mungu kwanza, lakini leo nimepata nafasi ya kukutana na mrembo Bella. Tumekaa chini, tumezungumza vitu vingi sana, Freddy. Kwa hiyo sasa mimi na yeye rasmi ni marafiki Nikahaba wa mtandaoni. Richard anajiuza hadharani, hana heshima hata kidogo. Anawezaje kuwa mtoto wa Tekla? Huyu mara ya mwisho kuja kwangu akidai kwamba ni mtoto wangu sikumtambua. Mtoto wangu binti yangu ndo alimtambua, nikamtazama tena na tena na tena, nikaamini kuwa ndo yeye. Naomba unisaidie kumtafuta. mm -hmm. Hata ukimpata sasa hivi itasaidia nini? Ni wazi iko hivi kwa ajili yako wewe. Awena sipo tayari kumruhusu mwanangu Rose na Belinda wakakutambua kama baba. We mwanaume ni mshenze. kama bosi mtoto Bel. Ah, unataka nikichafua sasa hivi? Ah, basi sawa, hamna shida. Yaani chakufanya hapo wewe, tisha tu mwamala, mimi nichafua labosi wangu. Hey, fanya hivyo. Sasa ndio, hivo utafurahi. <laughs> <laughs> Y yani, hata unifiche kiasi gani, nitafanya juu chini nipate dini test zao. Ina maana uko serious kiasi hicho? namaanisha yani mpaka nijui. Hmm. Uko poa. Yeah, message Chana ya message hmm tu. Si najui. Asije kawa tu nikojaka. Maana ametoka kuniona namba yako muda si mrefu. Anasema kwamba sijui mnataka kunaendelea surprise isiyo. Hmm. Oh. Hmm. Sijui ni namba mpya tu kwa ata siwezi kujua ni nani. Tundo yeye, hey, huyo huyo. Kwani amesemaje? Amna, amesema tu mambo. <laughs>

Luis ni mwanaume mzuri, yes, ambaye kila mwanamke atatamani kuwa naye but tukirudi kwa Kojak. Oh my God. <laughs> na misikitu kimoja tu yaani besti, yaani... besti si kuelezaje lakini wewe mtu mzima yaani kwenye mambo yetu yaani yuko vizuri, yuko vizuri trust me yaani...

Ajuza vipi? Mbona nishikashika mtaani hivyo, uoni jaua uo? Umenihitaje? Nisikilize, mimi na wewe tumeshamalizana. Akili yangu, mawazo yangu yote yapo kwa Rozi. Kamwe huwezi kuwa na Rozi. Kwa nini? Kwa sababu wee ni mama yake au ni wivu? Nisikilize, achana na mimi, umenisikia? Rudi kwa ndinga kale, kiyoyozi cha matajiri. Sura zote hizo ni wivu. Sikia nikwambie baby. Nenda ghetto kasonge ugali mkubwa na kuja eh? na nyama choma ilojaa pilipili ndimu za kutosha, Makena. Makena, naamini utakuwa ni mwanzo mpya kati yetu. <sighs> Mtafuti anaitishia familia yangu na unyamazishe mbele ya macho yangu kwa amri yako, malkia wangu.

Sasa bosi, umejipangaje na finishing? Hilo niachie mimi, wewe piga kazi. Sawa bosi. Nitautumia udhaifu wa Mr. Richard kwa watoto wake kumaliza hii nyumba kwa pesa zake, kisha nitaishi maisha yangu, nikae mbali nao. Bwana Yesu asifiwe kama ambavyo nimekuwa nikiongea kila siku kwamba Mungu wetu ni pendo na anatupenda sana na sisi sasa. Samani baba mchungaji na, ninakuomba pamoja, nina mazungumzo nawe, kuna shida yote tuongee. Haya yeah, baadaye. Haya, asante na yeah. Yeah. Mzee wa kanisa najua, eh, uh -huh kuna picha nataka nikuonesha kuhusu kijana wako, sawa? Hizi hapa, hebu ziangalie, mambo anayofanya. Unaenda taratibu, hebu nko wangu Simon, bro, nilikuambia toka mwanzo kaa mbali na yule msichana, atakuharibia maisha. Freddy, nakuelewa lakini, eh, lakini mimi sioni kama kuna... Excuse me. Hello? What? Vipi, kuna nini?

<laughs> Unaonekana uko comfortable kwa na mimi hapa eh? uh, Bell. Lakini hiki si ndio ulikuwa unakitaka tuwe marafiki, uwe karibu na mimi na tuwe sawa, au nilikuelewa vibaya? Uh, uko sawa, na wala si swala la mimi kuwa comfortable, mimi niko sawa tu. Ya, na mimi sijali binadamu anasema nini, ila kilichonishangaza kiukweli ni wito wako kitu ambacho sikukitegemea. Simon, wewe ni mtu wa Mungu, inawezekana Mungu amekupa wa ujumbe wangu, na ndio maana ukawa hapa uh, Uh, kama unahisi hivyo yeah. na kama ume, umefikiria hivyo basi inawezekana kawa niko sahihi

Tinilisota mengi nikakosa, nikakata tamaa, siwezi kusonga. Nilipita kwenye shida, kusalitiwa na nilowapenda, nikapiga moyo konde, nikasema: niwewe, ni wewe, ni wewe, niwewe, ni wewe, ni wewe, niwewe, ni wewe, niwewe, niwewe, ni wewe, ni wewe, utanishindia